Majirani zangu mpo? Hii ni mitoko kwenye tuzo za Malkia wa Nguvu elfu mbili na ishirini na tano. Malkia wa Nguvu ipo chini ya uratibu wa Klaus Media, na tarehe kumi na tatu Machi walitangaza rangi official ya tukio lao, rangi ambayo ni ya kahawia inaitwa Mocha Muse wakayambatanisha kwenye logo rasmi ni elfu mbili na ishirini na tano. Majirani tuzingatie, hii ni rangi ya mwaka elfu mbili na ishirini na tano, ilitangazwa na Pantone. Ina palette colors kama hizi, kwa hiyo wageni walikuwa walitarajiwa kuvaa rangi hii. Tukio limefanyika Superdome, Dar es Salaam, mgeni rasmi akiwa Doto Biteko ambaye ni naibu waziri mkuu pamoja na waziri wa nishati wa Tanzania. Thimu ya mapambo ya ndani imeendana na rangi husika ya moka mus moja, na kauli mbiu yao hashtag twende duniani imeendana sana na mahadhi ya ndege, kuanzia mavazi ya ashes mpaka mwonekano wa stage yao. Haya majirani, tuanze na mitoko. Wa kwanza ni Kamshange, mtangazaji wa Clouds Media. Yeye amesindikizwa na matarumbeta nyie mwigizaji wa Jua Kali Mwana Heri amependeza. Makeup yake nimeipenda, nguo yake kwa nyuma inaonekana hivi. Hapo kwenye kumwagika tu ndo unaona kama fundi amezingua amevuta basi, but she looks nice. Rosman Fere, Miss Tanzania, once a queen always a queen. Yani hapa ni kama yupo kwenye stage ya Miss Tanzania. Hii nguo imeshonwa vizuri, huyu fundi ana utulivu wa akili. Makeup yake pia ni nzuri, viatu alivyochagua vimependezea hii nguo na kazingatia mpaka rangi yake ya kucha. Next ni Mina Ali mtangazaji kutoka Clouds Media. Nimependa huu mshono, hasa combination ya kitambaa cha juu na cha chini. Makeup yake ni nzuri. Ridamani, we all know how much anapenda suti. Suti yake hii hapo, I think amependeza for her taste mtangazaji Shade kutoka Clouds Media kavaa gauni hilo, mwonekano wake huo. Shade, minaali pamoja na Frida Mani walibadilisha to this theme ya ndege kwa ajili ya stage presentation. Endelea majirani, tunaye mwigizaji Judith, nguo yake ni hii hapa closely, viatu hivyo pamoja na accessory we have to give her kwenye makeup hapa, makeup artist

Hey, mwendo wa kupumua. Uh, hongera sana kwa mshono na umbo. Uh, ukishaiona kama umbo kidogo shakwenda kushoto, basi jivalie mago yako, papana, sitafute kuchekesha wakwe. uh, uh, la <laughs> Zai bana, jirani, unakubaliana na Zai, Zaegeabib ambaye pia ni mtangazaji kutoka Clouds? Naona kama fundi amepatia mshono wake kuendana na umbo lake. Sasa kina Loyoka akiwa na hiyo fascinator kichwani, mtangazaji dahu, full of confidence and joy, pia alikuwa stage host.

Majirani kulikuwa na mitoko ya suti na wa kwanza ni Lillian Lema, nimependa nywele zake. This hairstyle is my favorite. Kwenye suti pia tunaye Penny akiwa amevaa na tai yake hapo na shati jeupe. Lady JD ambaye pia aliondoka na tuzo ya Entertainment Industry Award. Lady JD amekuwa kwenye mziki kwa miaka zaidi ya ishirini na tano balo chake kilikuwa namna hii ehe, kwa nyuma imekaa namna hiyo. Next aliyetupa white suit ni Nandi the African Princess, viatu kwenye hii suti vimempendeza sana, lakini fitting ya hii suti mwonekano wa suti mwingine ni kutoka kwa Mami Baby. nimependa hii pochi, closely look at it. Next we have Adam Mchomvu pamoja na Feti. Adam looks like that. Feti amevaa brown juu white pamoja na black kwa chini. Host, Anderson kwenye green carpet akiwa amevaa hiyo suti imenyooka. Nedi Music naye amepiga suti namna hiyo. George Bantu na kofia, pull neck suspender. He doesn't ndani ya suti yake very very smart. I mean, just look at the suit. Babu wa kitaki zibao shati jeupe, rangi mule mule. Jay Melody performing kwenye huu mwonekano wake, majirani hadaiwi kitu. Feather Casey in the black dress, kwa nyuma linaonekana namna hiyo. Mwanamziki wa nyimbo za injili Christina Shusho, mwonekano wake akisimama namna hiyo, she's wearing red na kofi dansa nyigu, akiwa ametupia kiwalo chake hicho. Haya majirani zangu, muda wa kutoa ya moyoni, tukutane kwenye comment section kuna warembo wamependeza, niambie kiwalo gani kimekuvutia? Wanaume washoka nao wametupia, nani kabamba zaidi? Lakini je, unakubaliana na mtazamo wa zaiki jiwe nongwa? Na je, warembo ambao wamechagua rangi zao tofauti na rangi husika iliyotangazwa na waandaaji wa hili tukio, una nini la moyoni? Bye.